Migogoro na mivutano katika ukanda wa mashariki ya kati. Kwa sasa, Irani inajiandaa dhidi ya shambulizi la aina yoyote katika ardhi yake. Imefahamishwa kwamba ndege kutoka nchini Urusi ikiwa na silaha kuelekea nchini Irani inaripotiwa kutua katika uwanja wa ndege mjini Teherani, vilevile ikifahamishwa kwamba kuna ndege nyingine takriban 38 kutoka nchini Urusi zinasubiriwa kuwasili nchini Irani. Ndege hizo kutoka nchini Urusi inatajwa kwamba ni aina ya ndege kitaalamu ambazo zinajulikana kama Su-35 ambazo Irani inazihitaji katika ulinzi wa anga lake. Utakumbuka kwamba katika vita vilivyotokea kati ya Irani na Israeli, vita ambavyo vilichukua muda wa siku kumi na mbili vilipelekea Irani kuonyesha udhaifu wake wa anga kutokana na mashambulizi tofauti yaliyoweza kuendeshwa na jeshi la Israeli na washirika wake kwa kutumia anga la Irani. Vita hivi vimepelekea Irani kugundua ya kwamba katika ulinzi wake wa anga inatakiwa kuimarisha sekta hiyo, na kutoka kwa mshirika wake Urusi, Irani inatajwa kununua vifaa kadhaa vya kivita ambavyo vinahusika na ulinzi wa anga kutoka nchini Urusi, na ambavyo tayari baadhi tayari vimekwisha ingia nchini Irani. Kushambuliwa kwa Irani katika maeneo yake ambayo yanatajwa kuwa ni ya kimkakati ni kutokana na udhaifu uliojionyesha katika ulinzi wa anga na kupelekea Israel na washirika wake kuweza kuishambulia Irani, licha ya kwamba Irani pia ili onyesha uwezo wake mkubwa ambao haukutarajiwa.